Kulikuwa matatizo sana, kulikuwa shida kweli hapa mjini Kinshasa, mambuteazi ilikuwa ya nguvu, wamna batoto balikuwa muvakansi, sa masomo isuli naisha Uh, shule uh, shule, vakansi naisha shule inarudia basi ili uh, ile wingi ya watu barabarani kakuwa hata kutembea hata kutembea kwa miguu kakuwa shida uamuzi wa serikali umechukua kwa muda huu ni niwalazima kweli ni niwalazima paske wapolisi wa barabarani namamamba walulazi walionyesha wanafika kumwisho, walifika kumwisho kweli, walijitahidi. Lakini kufuatana na mwingine mkubwa sana, mwingine na watu zaidi ya milioni kumi na tano, yani wamefika kabisa mwishoni, wakaishiwa. Hapa jeshi linaingia, tulishukuru Mungu sana. Tunajua sasa hii shida ya mbotayazi itakuwa sasa imepungua, itakuwa limekwisha. Lakini kuna yeah. kuna wale ambao wanasema kwamba hata kama jeshi linaingilia yeah. kati haitakuwa suluhu ya kudumu. Wewe unasemaje kwa hilo? Kama jeshi halitakaa siku nyingi pale, tunakubaliana nao, lakini kama au mape wapenu walitia barabarani, watabaki tu barabarani, itakuwa suluhisho kudumu kaistunajua mda... watu lakini, lakini pia kuna wale mm, wanasema kwamba suluhu ni ujenzi, kuongeza ujenzi wa barabara zaidi. Ha, ili kumaliza tatizo hilo ndio hiyo ndio suluhu, lakini hiyo itachukua muda mrefu, wakati sasa watu tunapata shida kwenda makazini, watoto wanapata shida kwenda shuleni, kwanza kwa kusubiri hiyo mabarabara yote hiyo, kwanza njia ifunguke tuende kazini sa kwa te ta eh, kwa usalama na turudi majumbani kwa usalama wasabi wezekani mitu una una nyumbani kwa sababu haiwezekani mtu unayetoka nyumbani kwako saa moja asubuhi ufike kazini saa tatu au saa nne Alafu utoke saa tisa ufike ku nyumbani kwako saa kumi na mbili unakuwa umechoka. Lakini wakati kama wale wajamaa walikuwa barabarani, njia iko wazi kweli, ichangane watu vile, kila mtu anakuwa naona haraka, kila mtu anataka yeye afike mbele, huyu anataka yeye aende arudi yani. Lakini kwa kama jeshi liko barabarani, kunakuwa ile wanaitwa discipline, watu wanafuata na gari zinatembea na, na kurudi kwa usalama. Naam, mm. Lakini a, we hauoni nami kwamba a, kama jeshi la serikali kuingilia masuala ya kudhibiti magari barabarani, huoni ni ishara kuonesha kwamba polisi wameshindwa kabisa? Kushindwa kabisa, tumekubali wameshindwa. Kweli wameshindwa, hiyo ni kweli, siyo kuficha wameshindwa, au kama wamezidiwa vile vile, nawezekana wamezidiwa kama wakushindwa, yani wamezidiwa na kuasha, natakiwa tupate solution eh, na solution hiyo ya serikali ilichukua, ina nia muhimu kweli, inatakiwa